baada tu ya kuandika ujumbe mrefu sana kupitia katika ukurasa wake wa Instagram akiwa anaonesha ni kwa namna gani anatoa shukrani zake za dhati kwa wale wote ambao wamemuishi katika siku yake ya birthday. Ni za kwenda kukuonesha huo ujumbe ambao Zuchu wameweza kuandika kupitia katika peji yake ya Instagram, lakini ujumbe huo ni kama vile sio ujumbe wa heri, ni ujumbe fulani hivi ambao ni washari, kwa sababu tunakumbuka katika siku ya birthday ya Zuchu kesho yake, uh, mtangazaji Alia aliweza kumposti Zuchu, alafu baadaye akasema hongera mke wa bosi, baada tu ya Diamond Platinum kumfanyia surprise nyingi sana msanii um, Zuchu. Ni kama vile Alia akaamua kumpongeza Zuchu kwa namna gani ameweza kuteka moyo wa um, msanii Diamond Platinum mpaka um, kufikia hatua msanii um, Diamond anamfanyia surprise kubwa kama zile. Sasa Zuchu ni kama vile ameona ni unafiki fulani hivi uh, kwa sababu tunafahamu mtangazaji Alia pamoja na Zuchu ni watu ambao hawana mawasiliano mazuri, ni watu ambao hawawezi hata kukaa meza moja wakawa wanazungumza, kwa sababu tunafahamu ni kitu gani ambacho kinasababisha hawa watu wasizungumze, lakini pia ni kitu gani ambacho kinasababisha hawa watu wawe na bifu. Sababu kubwa ni msanii Diamond Platnumz. Kama ambavyo tunafahamu, mtangazaji Alia, mara nyingi sana huwa anatamani e, ile ndoto ambayo Zuchu ameibeba iwe katika upande wake e, sasa huo jumbe ambao Zuchu ameweza kuandika katika peji yake ya Instagram, ameweza uh, kuandika uh, kwanza kabisa ameweza kuposti ile siku yake ya birthday, namna ambavyo ilikuwa uh, tafrija fupi ambayo iliweza kufanyika baadaye. Katika caption akaweza uh, kuandika, asanteni kwa wale wote mlionitakia heri katika siku yangu ya kuzaliwa, lakini wale wote mlionitakia mabaya asanteni pia, maana mimi ni fundi wa kujua yupi mkweli na yupi mnafiki. Shukrani zangu za dhati ni yani, kwa mume wangu Diamond, amenipa zawadi nyingi sana jamani. Thanks baby, akaweka emoji za makopakopa pale, akiwa anamshukuru mume wake kipenzi, msanii Diamond Platnumz. Lakini message ambayo imetupa utata mkubwa sana na mpaka ikasababisha hapa leo hii tuizungumzie ni baada tu ya kusema kwamba basi yeye ni fundi wa kujua yupi mkweli na yupi mnafiki, imemaanisha nini? Imemaanisha ni kwamba hajapenda namna ambavyo mtangazaji Aaliyah ameweza kumuishi katika siku yake ya birthday kwa sababu siku ya birthday au siku ya kuzaliwa ya Zuchu ilikuwa ni tarehe ishirini na mbili ya mwezi huu wa kumi na moja lakini yeye mtangazaji ali aliweza kumposti Zuchu ay, siku ya tarehe ishirini na tatu siku ambayo msanii Diamond aliweza kumfanyia surprise kubwa sana msanii Zuchu. Unaweza kuona kuna utofauti mkubwa sana ay, yani ni kama vile Aaliyah angetaka kwa heri e, kumtakia heri ya kuzaliwa Zuchu, basi angemposti tarehe 22. Watu wengi sana walimposti ile siku yake ya kuzaliwa tarehe 22, lakini yeye Aaliyah alikuja kuposti tarehe ishirini na tatu, siku ambayo tayari imeshavuka siku yake ya kuzaliwa, ni siku ya moja mbeleni, jambo ambalo Zuchu akaona kama vile ni unafiki. Japo kuwa hapo katika huo ujumbe hajamtaja mtangazaji Alia, lakini sisi moja kwa moja tunaweza kusema huo ujumbe amemwelekea Alia. Kila kitu kinaonekana, ushahidi unaonekana ni nani ambaye alimuishi Zuchu baada ya siku moja ya kuzaliwa kwake 23 ni Alia na yeye Alia ndiye mtu ambaye mara nyingi sana tunafahamu hana ukaribu na msanii Zuchu, lakini pia e, siku zake za kuzaliwa nyingi ambazo zimepita katika miaka ya nyuma, e, basi hatujawahi kabisa kumwona mtangazaji Alia anaposti mtangazaji Alia anafanya chochote. Lakini katika hii e, ndani ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano imekuwa e, ni tofauti. Mtangazaji Alia aliweza kumuishi msanii Zuchu, jambo ambalo limepelekea Zuchu kuona ni kama vile ni unafiki hivi na yeye pia akaamua kumjibu kwa kishindo, kumuonyesha kwamba basi hiyo mesaji yake haijamtisha, lakini pia kumuonyesha kwamba yeye bado yupo na Diamond na wataendelea kuwepo eh, siku na siku, kwa sababu mara nyingi sana Aaliyah anatamani sana kupata nafasi ya dhahabu ambayo anayo Zuchu, eh, kwa sababu yeye ni mwanamke ambaye waliwahi kuwa na Diamond, lakini hawajawahi kufika sehemu ambayo Zuchu yeye binafsi amefika, jambo ambalo endelea kumsababisha Aaliyah aumie katika moyo wake kama shabiki. Unalipi la kuzungumza utochia so maoni yako chini ya comment section, lakini pia ni kukumbushe ambaye bado hujasubscribe, subscribe chini ya video hii, ili mradi tu uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila habari ambayo ina trend na kumake headline ndani na nje nchi ya Tanzania. Niseme tu tu, bye bye, mpaka wakati mwingine, amwao chao.